Yes, mambo vipi? ofen Chikola aliyekuwa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Tabora United amesaini mkataba wa miaka miwili kwenye klabu ya Young Africa. Ni taarifa za ukweli, amesaini mkataba wa miaka miwili, ni kiungo mshambuliaji, ni moja wa kiungo bora kabisa, ofen Chikola. Na huyu ndio anaenda kuchukua nafasi ya Stefan Aziziki. Kama ulitegemea Stefan Aziziki, Mbadala wake atakuwa nani? Basi ni Offen Chikola kutoka Tabora United. Mwamba atakipiga. Usichukulie kwa sababu katoka Tabora ukafikirie mbona atoka Tabora? No, Mwamba ana uwezo mkubwa. Mwamba anaweza kufunga, anaweza kuassist. Yuko vizuri. Nadhani kama mnaifuatilia Tabora, Offen Chikola unaona mambo yake anayofanya. Kwa maana hiyo amesaini mkataba wa miaka miwili Yanga na msimu ujao ataitumikia klabu ya Young Africa. Wanajua dirisha dogo, Yanga walimuhitaji sana Offen Chikola, hawakumpata lakini sasa hivi Mwamba ameingia kwenye line na amekula miaka miwili kwenye klabu ya Young Africa. Tu msubirie msimu ujao nini atakifanya kwenye klabu ya Yanga, lakini ni mali ya Young Africa miaka miwili, Mwamba akashachukua.